Unaangalia Michael Media Komedia katika kundi walioshinda waigizaji bora. Nipo na muhusika mwingine. Kwanza, mambo vipi? Aa, poa kabisa. Je, wewe kama wewe umepokeaje taarifa za kushinda tuzo hii? Kikweli nimepokea vizuri sana, na mshukuru Mwenyezi Mungu, nimeweza kubeba tuzo hii. Kwangu ni kitu kikubwa sana maishani mwangu nimeanza kuigiza toka chekechea lakini, leo kupitia DUCE Got Talent nimeweza kupokea tuzo hii, na fulani lionayo kubwa ni kuwa ni mmoja aliyekuwa ni producer wa igizo, ni producer kutokea mwanzo tulipoanza hatua nusu fainali mpaka fainali. Kwa kwangu mimi najisikia furaha sana, ni kitu kikubwa ambacho kinaishi na naidetiketi kwa waigizaji wenzangu wote wanaoni support. Licha tu ya hivyo, sisi ni kikundi, tutakuja na ujio mpya wa filamu yetu kuanzia mwezi wa tano. Filamu yetu ta itakayoitwa Secret Love inakuja, mashabiki wetu wakae tayari. Je, yeah. Unaonekana una hisia kubwa sana je? yeah. Washabiki zako nao una kipi cha kuambia, ambao wapo nyuma wanawasapoti Wategemee burudani kama alivyoiona hapa. Chondo kwanza inaanza na hapa, ni mwanzo, hatujamalizia uondo. Kilikuwa ni kitu cha dakika tano. Sasa kuna bonge la filamu linalokuja litakayochukua series ndefu sana aise, hata kuelezea na shindwa kweli, lakini ni yeah, bonge sana la filamu nzuri sana. Waendelee kufuatilia, waingie YouTube, wa search channel ya Ken Films, Ken Films watakuta sana vitu tumeweka pale, na kuanzia mwezi wa tano secret love bonge la season. Yeah, je, katika kazi yenu changamoto huwa zipo. Je, ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo? Ha, changamoto ni nyingi sana. kuna wakati tunajua dada zetu hawa kuna wakati tunajua dada zetu hawa wanapokuwa wanajiandaa, unakuta mnenda location, watu mmeahidiana mfike saa kumi lakini wenyewe watafika saa kumi na mbili kwa inakuwa changamoto, au mmeahidiana mfike saa mbili asubuhi mnafika saa tano Muda mwingine kuna kupishana kidogo, unajua haiwezi kukosekana kwa hizo, ndo changamoto lakini, tunaelewana, tunashikamana, tunakwenda. Ndio maana leo tumeibuka washindi, leo tumeibuka mabingwa <laughs> basi, mimi niwatakie kila la Michael media, thanks for watching.